Waziri wa masuala ya kigeni, Musalia Mudavadi, amewaonya vikali wanasiasa dhidi ya kutoa matamshi ya uchochezi yanayoweza kusababisha machafuko kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza wakati wa mazishi ya Mzee William Lumati, babake chansela wa chuo kikuu cha Cooperative Barnard Chitunga Mudavadi, alisema kuwa taifa la Kenya limepiga hatua kubwa tangu macha afuko ya mwaka elfu mbili na saba, elfu mbili na nane na, na, na halifai kurudi nyuma, kulingana na taarifa iliyotolewa na Voice of Africa kuhusu historia ya ghasia za kisiasa zilizotikisa taifa zikiwemo zile za mwaka wa elfu moja kenda mia tisaini na saba ambapo watu wapatao laki moja walipoteza makao yao na zaidi ya watu mia nne wakapoteza maisha yao. Ghasia hizo zilielekezwa kwa makundi kama eneo ya Rift Valley na pwani waliodhaniwa kuwa wapinzani wa chama tawala cha Kanu kwa wakati huo. Aidha, taarifa hiyo iligusia machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba ambapo zaidi ya watu laki sita walipoteza makazi yao na zaidi ya watu elfu moja kuangamia. Vurugu hizo zilisababishwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi, visa vya ubakaji dhidi ya wanawake, matumizi ya risasi ya moto dhidi ya waandamanaji na mashambulizi ya vijana wenye silaha. Waziri huyo alitoa wito kwa vyombo vya usalama na idara ya mahakama kuhakikisha kuwa wachochezi wanawajibishwa ipasavyo kwa mujibu wa sheria. Nobody wants a repeat of 2007 and 2008 elections, post

Kauli yake iliungwa mkono na naibu wa gavana wa kaunti ya Kakamega, Ayub Savula, ambaye pia aliwataka wanasiasa kuhubiri amani na mshikamano huku taifa likielekea kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Nikiripotia Dira ya Tandao, jina langu ni Emmanuel Barasa.